Anasema kwamba si wewe, kilichotokea <laughs> <Itasirewe. laughs> humo ndani. Kwa jioni hii tuliitwa ili kuweza kusomewa majibu ya vinasaba ambavyo vilichukuliwa um, kwa ajili ya kuweza kutambua um, watoto ambao walizaliwa na waliozaliwa siku ya tarehe ishirini na tatu ili kuweza kuwaoanisha mtoto yupi ni uh, ni wanani. Kwa hiyo kwa ufupi, ni kwamba majibu yanaonyesha kwamba uh, mteja wetu ambaye sisi tulikuwa tunamwakilisha, ambaye anaitwa Neema Adam, na mtoto ambaye amefariki, ambaye anasema si wa kwake Vinasaba vinaonyesha kuna uiano wa asilimia tisini na tisa pointi tisa. Kwa maana nyingine ni kwamba mtoto huyo kwa mujibu wa majibu hayo ni mtoto wake, na kwa wazazi wale wengine wawili waliobaki, vile vile watoto ambao walikuwa wamekabidhiwa, vinasaba vinaonyesha pia uwiano ni wa asilimia tisini na tisa pointi tisa. Kwa ufupi ni kwamba kila mzazi aliyepewa mtoto a, ni, ni watoto wao halisi na si kama ambavyo mteja wetu alikuwa akilalamika. Aa, sasa hayo ni majibu ambayo tumepokea kutoka kwa mkemia mkuu wa serikali. Kwa upande wa mteja wetu kwa sababu ya hali aliyokuwa nayo baada ya kupokea majibu,